Mlipuko huo ukasikika umbali wa takriban kilomita kumi, ukachimba shimo lenye kina cha futi sita uliotoa maji papo hapo. Mlipuko huo uko na nguvu kiwango kwamba umetibua maji. Vipande vidogo vya vyuma ndivyo vikasalia. Japo wana usalama wamekuwa wakipokea sifa, hawakuwa na budi kumsifu Mungu kwa kuwaongoza kuepua maafa. Kama haingekuwa Mungu kutuelekeza, kuelekeza ofisazi wa security, hatungepata haya mabomu. So the first person to thank is God. Gari, bunduki na risasi hazikuharibiwa, zimesazwa kusaidia kwenye uchunguzi. Kama haya mabomu yangeachiliwa yalipuke kwa mikono ya wananchi, nafikiri sasa hivi tungekuwa tunaongelea eh, mambo tofauti. Kando na washukiwa wawili ambao tayari wamefunguliwa mashtaka saba mahakamani, polisi wanawazuilia washukiwa wengine wawili kwa uchunguzi zaidi. A massive operation ni Mtwapa, kwa sababu wakora wote wametorokea wapi? Mtwapa wote, na tutawaswaga wote, hakuna masi hapa. Ukachero na usalama umeimarishwa zaidi mjini Mombasa katika uwanja wa ndege kimataifa Moi. Mitambo maalum ya kutambua yeyote ambaye amewahi kugusa vilipuzi au kemikali za kulipuka imewekwa. We want all Kenyans to go about their normal lives, normal business and support our security agencies in fight against terrorism. Hatimaye silaha za kigaidi zilizonaswa sasa zimeangamizwa na kuzikwa kwenye kaburi la sahau katika eneo hili la Kanamai, kaunti ya Kilifi. Ni kiripotia KTN, jina langu ni John Juma.